Ulisha kuona mtu ana, ana, ana, ana kitu ameshikiria mkononi kwa mfano, mimi naweza nikawa nimeshikiria hivi ndizi, alafu anakuambia hivi hivi ndizi ziko wapi? Au ameshikiria simu alafu anakuuliza hivi simu iko wapi? Hivi hicho kitu kishai kutokea ndugu yangu? Hiyo tunasema ni namna ambavyo a, ubongo wako umeweza kupoteza a, focus. Unajua ubongo wako ukipoteza focus unasahau haraka haraka, lakini pia unashindwa focus, akili yako inachoka mapema. Basi a, Jua ubongo wako unahitaji mafun uh, inahitaji matunzo kama mwili wako ambavyo unautunza. Kwa hiyo hapa nitakuelekeza njia za kuweza kuongeza afya ya ubongo na umakini ambayo tunasema ni fokasi yako. Ukiweza uh, kufuata njia hizi ukaweza kufocus kabisa na ukaweza kuongeza umakini ndugu yangu, na ukaweza ukafuatilia hivi tunavyokuelekeza, akili yako itaweza kujenga kumbukumbu -kumbu, lakini pia utaweza uh, kufocus autakuwa mtu wa kusahau sahau ovyo. Sasa njia namba moja kwanza, ni usingizi wa kutosha. Hii kitu tunakuwa unajua tunaidharau eh wengi tumekuwa tukiudharau, tunachukulia kuna vitu ambavyo Mungu alivyotuumba kwa kweli alituwekea kwa ajili ya afya zetu. Ila sasa hivi vitu ndio hivi ambavyo tumevibadilishia mazingira. Ukishabadilisha mazingira ndugu yangu, ujue utafanyaje, ujue utateseka. Kwanza ni usingizi wa kutosha, watu, nasema ubongo unajirekebisha zaidi wakati ambapo ulikuwa umesinzia. Ndio maana ukisinzia, ukiamka, ubongo wako una start fresh. Sawa, ubongo wako una start afresh Sawa, ulikuwa unapumzika kwa ubongo wako, unaanza upya. Kwa hiyo ndugu yangu, hii inatokana nini? Inatokana ukikosa usingizi. Kwa hiyo utasahau, lakini pia utakuwa na stesi, lakini pia utakuwa na poor focus. Sawa, poor focus utaweza kuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu unakosa usingizi usingizi ni kila kitu, usingizi unakutengeneza, usingizi unaimarisha afya yako vizuri saidi. Wengi wamekuwa wakiteswa na hii changamoto, hawapati usingizi. Kama wapati usingizi, ndugu yangu, kusahau kuko pale pale, focus ndiyo maana hata madereva wanaoendesha magari ya masafa wamekuwa wakishauliwa walale at least masaa saba mpaka nane. Jambo hilo hakikisha unalizingatia, hakikisha unalifanyia kazi ili uweze kutengeneza yako lakini pia kula vyakula vya ubongo. Kuna vyakula vizuri ukivitumia vinajenga ubongo wako, kuna vyakula ukivitumia vinatengeneza ubongo wako. Moja ya chakula ni mayai. Tunapoongelea mayai, usilete mayai ya kisasa ya bei che, tafuta mayai ya kienyeji. Sawa, mayai ya kienyeji yanakuwa na protini nzuri sana zinajenga ubongo wako, lakini pia samaki, na tunachohitaji zaidi kwenye samaki tunahitaji mafuta ya omega 3. Eh, omega 3 ni nzuri sana inajenga afya yako, ina kitu tunakiita d DHA, hey, DHA ni muhimu sana kwenye afya yako, ni jambo lingine ambalo inabidi ulizingatie. Lakini pia karanga, utafunaji wa karanga na upuraji wa parachichi. Jamani parachichi ni nzuri na parachichi inakuwa na mafuta mazuri ambayo sasa tuseme kuwepo kwa omega 3 huwa inasaidia memory, lakini pia inasaidia na concentration. Epuka sukari nyingi, ndio kitu ambacho kiko hapa. Na kama unajifunza mambo haya, basi hakikisha una subscribe channel yetu ili uweze kuendelea kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Namba tatu, maji ya kutosha Maji ya kutosha. Dehydration, ule upotevu wa maji huo, unapunguza focus haraka. Ndio maana mara nyingi wale mnaofanya kazi za kufikiria sana, mnaofanya kazi nzito, hata si za kuongea, lazima huo unafanya hivi, unakunywa maji, yanapoza engine. Engine inapoa ni mazuri sana yanafanya uweze kurudisha focus. Ah, tunasema kutokunywa maji, kutokunywa maji huwa kuna ruzi, unakufanya uweze kupoteza focus. Ila kwa kunywa maji ya kutosha, basi focus inakuepo. Tunasema ubongo wako ni zaidi ya si, ya, zaidi ya asilimia sabini huwa ni maji, kwa hiyo glasi moja au mbili kila asubuhi itakusaidia zaidi. Namba nne: punguza matumizi ya simu eh, eh. Sasa hii matumizi ya simu, tunatumia simu kwa muda mrefu, scroll nyingi sana. Tukiingia TikTok hatuchomoki, tukiangalia vituko vile hatuchomoki kule. Sasa unapokuwa unatumia uh, simu mara nyingi, inasababisha ubongo uweze kuwasilika. Kwa hiyo attention span moja kwa moja inapungua. Kwa hiyo hakikisha unachukua, una take break bila simu. Sasa sijajua wewe unaweza lakini sio hivyo tu, matumizi ya simu ni matumizi ya kompyuta e, kitu chochote ambacho kina screen, kuna matumizi pia ya television, TV, kwa muda mrefu. Hivi vitu vyote vina asili ubongo wetu. Lakini pia fanya mazoezi ya mwili jamani, hata kujinyoosha unashindwa hmm? Kujinyoosha hivi jamani, kujinyoosha, kujiweka sawa unashindwa hivi? Ni vitu ambavyo unaweza kuwa unafanya kabisa hata nyumbani. Kwa hiyo ndugu yangu, pia fanya mazoezi ya mwili. Tunasema unapofanya mazoezi, inaongeza flowing ya damu kwenda kwenye ubongo, kwa hiyo usaidia memory mdi. Hakikisha dakika ishirini mpaka thelathini kwa siku. Sijajua wewe unafanya mazoezi gani, mimi huwa nacheza mpira mara kwa mara, kwa hiyo nasababisha damu iweze kwenda vizuri mpaka kwenye kwenye mkichwa uchoke kabisa urelax, lakini pia jifunze kitu kipya. Sijajua wewe umejifunza kitu kipya eh? Unajifunza au umekaa umekariri umeka, ni hicho hicho tu hapana, eh? Hakikisha unajifunza kitu kipya sawa, soma lugha mpya, uongeza brain connection. Ubongo unapenda challenge zaidi, usirilaksi Sawa, na pengine unapokuwa na changamoto, ubongo unafanya kazi zaidi. Kwa nini unafanya kazi zaidi? Kwa sababu unakutana na challenge. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha unajifunza kitu kipya kila siku, itakusaidia kuweza kuimarisha afya yako zaidi na zaidi. Lakini pia njia ya saba: dhibiti stress, msongo wa mawazo. Stress nyingi huwa focus. Sawa, jaribu kufanya kitu kupumua kwa, eh, kutresi, tunasema, eh, kupumua kwa kina Sawa, unavuta pumzi, unabana, unaachia. Hiyo ndo tunasema ni deep breathing, moja kwa moja, lakini pia kutembea, lakini pia kuandika mawazo yako itakusaidia. Watu tunasema hivi kirahisi, ubongo wenye afya ni msingi wa maisha. Sawa, ubongo wenye afya ni msingi wa maisha. Bora ukaanza haya mambo madogo madogo kila siku, utaona mabadiliko makubwa. Hakikisha una subscribe chaneli yetu kwa tips nyingine zaidi za kiafya akili na mwili. Kama utakuwa na changamoto yoyote ya kiafya, basi hakikisha unawasiliana na Dr. Jimmy leo kupata mwongozo wa kiafya. Hakikisha una subscribe. Una changamoto yoyote tuambie hapo chini kwenye comment ili uweze kupata mwongozo. Karibu na Mungu akubariki.